ya mashindano ya huduma ya kwanza katika idara ya polisi wa GSU ilianza kwa gwaride ya kutambulisha vitengo mbalimbali vinavyojumuisha idara hiyo. Shughuli ya siku ikaanza, kila mmoja akionyesha uwezo wake wa kufanya huduma ya kwanza, huku wataini wakiwa gangari kuwapa alama. Mashindano haya ya kila mwaka hufanywa polisi wote ambao wamehitimu na wale ambao wangependa kupandishwa cheo katika idara hiyo la mashindano haya ni kunoa makali ya polisi katika utendekazi wao wakati wa majanga kama lile la jumba lililoporomoka katika maeneo ya Huruma. Pia miongoni mwao katika shughuli za kulinda nchi dhidi ya magaidi na wasiopenda amani to hospitals where they are properly managed. By extension we always um, assisted the public wherever uh, an incident occurs, like what happened in the Huruma recently. We were the first people to visit there and we were to secure the area before the rescuers uh, uh, enter in for the rescue, to conduct the rescue operations. Mashindano haya yamefanyika katika kambi mbalimbali mbali za idara hiyo ya GSU kabla ya mashindano ya kitaifa kufanyika baadaye mwaka huu. Tafadhali niletee blanketi haraka, haraka, letea tafadhali. Washindi walituzwa pesa taslimu kila mmoja. We have to maintain open airway, help me cover. Ransuma, QTV.